Mtazamaji, asante kwa kuendelea kuichagua TVE. Bado tuko nawe katika TVE Habari, na sasa tunaungana na Nizia Masinde kwa habari za biashara. Kifuatacho ndani ya TVE Habari: maafisa forodha wakusanya zaidi ya trilioni moja nukta mbili kila mwezi mipakani. Asante sana Sofia. Amani na mtazamaji, kwenye habari za biashara Leo tunaelezwa kuwa imeelezwa kuwa kila mwezi Idara ya Forodha na Ushauri iliyopo chini ya Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA hukusanya zaidi ya shilingi trilioni moja nukta mbili kupitia mipaka ya Tanzania ambapo fedha hizo zinatokana na kazi nzito ya maafisa forodha wanaosimama mstari wa mbele kulinda uchumi, usalama wa afya ya jamii mipakani. Kupitia Idara ya Forodha ya Mamlaka ya Mapato Tanzania, serikali imeendelea kunufaika na mapato hayo makubwa huku ikihakikisha bidhaa zote zinazoingia na kutoka nchini zinazingatia sheria ya mikataba ya kimataifa pamoja na viwango vya afya na usalama wa mazingira. Kauli hiyo imetolewa jijini Dar es Salaam na Kamishna Mkuu wa TRA Yusufu Mwenda wakati wa hafla ya kuwatambua na kuwapongeza mashujaa wa kulinda mapato mipakani, maafisa forodha, hafla iliyofanyika pamoja na maadhimisho ya siku ya forodha duniani ambayo hufanyika Januari 26, kila mwaka ambapo wamesema kuwa katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita ufanisi wa forodha umeonekana wazi kupitia kudhibiti bidhaa bandia, hafifu na hatarishi pamoja na zile zilizokatazwa kisheria, hatua iliyosaidia kulinda walaji, mazingira na biashara za ndani amebainisha kuwa idara ya forodha pia imeimarisha mahusiano na idara za forodha za nchi za Afrika Mashariki, hatua inayoongeza ushirikiano wa kikanda katika kudhibiti uhalifu wa mipakani na kuongeza mapato. Tumeweza kuwekeza na tukawa na skana 57 zinazofanya kazi ya kulinda usalama na kurahisisha biashara ndani ya nchi yetu na tutaendelea kuwekeza, uh, ili boda zetu zote ziwe na skana lakini na vituo vyote pia vitumie skana na huu ni uwekezaji mkubwa ambao umefanywa na serikali. Skana 57 ni, ni dola za Kimarekani milioni 90. Ni hela nyingi ambazo zimewekezwa kwa ajili ya kuwezesha biashara, lakini pia tumeanzisha custom laboratory ambayo inafanya kazi tuna vitengo vimeonyeshwa kwenye documentary vya uh, kufuatilia bidhaa zinazopaswa kufika zinakotakiwa zinafika, transit monitoring unit. Haya yote ni matumizi ya science kwa ajili ya kuwezesha forodha zifanye kazi vizuri. Kwa upande wake, Kamishina wa forodha na ushuru Juma Hassan amesema maadhimisho hayo ni fursa ya kuthibitisha upya dhamira ya forodha ya kuendelea kulinda jamii dhidi ya vihatarishi ikiwemo bidhaa bandia, dawa za kulevya na bidhaa hatarishi katika ulinzi wa taifa, hufanya kazi kimya kimya mara nyingi bila kuonekana, lakini kwa uangalifu usiku na mchana. Wakati biashara ya dunia inaendelea kustawi na minyororo ya usambazaji kuwa changamani zaidi, yaani kuwa kompleks, forodha inaendelea kuwa macho ikilinda mipaka yetu dhidi ya uhatarishi, vihatarishi vinavyoweza kuathiri jamii yetu. Dhamana ya TRA inakwenda mbali zaidi ya ukusanyaji wa mapato. Tumekabidhiwa jukumu la kulinda afya ya umma, usalama wa walaji mazingira ya usalama wa taifa, sambamba na kuwezesha biashara halali inayochochea ukuaji wa uchumi na maendeleo endelevu. Maadhimisho haya yanaongozwa na, na kauli mbiu isemayo, forodha tunailinda jamii kwa umakini na kujitoa. Kampuni ya michezo ya kubashiri nchini Tanzania Meridian Bet kwa kushirikiana na huduma ya fedha ya simu ya mkononi Mix by Yas, imezindua promosheni kubwa itakayowawezesha wateja kujishindia zawadi mbalimbali zikiwemo vyombo vya usafiri na vifaa vya kisasa vya kielektroniki . Akizungumza jijini Dar es Salaam meneja mahusiano wa Meridian Bet Clementina King amesema promosheni hiyo imeanza rasmi Januari 27 hadi Aprili 27, 2026 ikiwa na lengo la kuwazawadia wateja wanaotumia Mix by Yas kuweka kwenye akaunti zao za Meridian Bet. Ameeleza kuwa mteja yeyote atakayeweka kuanzia shilingi elfu tano za Kitanzania au zaidi kupitia Mix Bias atapata spin za bure kwenye michezo ya hatua itakayoongeza nafasi ya kushinda fedha zaidi, na watapata bonasi ya asilimia kumi itakayowekwa moja kwa moja kwenye akaunti zao za kubashiri, huku washindi wawili wakichaguliwa kila wiki kujishindia simu mpya za kisasa. Kwa upande huo, Meliabet tumejipanga sawasawa, kwa sababu Afcon, tunajua vijana wengi wanapenda kushiriki na kuangalia michezo hii, kuangalia mashindano na wanaenda kwa tutakuja na fursa mbalimbali, tunaweza tukaja na fursa hata kuwapeleka watu kuangalia mechi nje ya nchi, kwa fursa ziko mbalimbali. Tunawakaribisha vijana wasiache kutumia Meridianbet, na tunawahamasisha sana vijana wafungue akaunti za Meridianbet ili kuweza kujipatia fursa mbalimbali. Umeona hapa tumetoa zawadi kama bajaji, tutatoa zawadi kama pikipiki, tutatoa zawadi kama TV, kwa fursa ziko mbalimbali. Kwa kijana usibweteke. Kijana usikae tu nyumbani. Kwa upande wake meneja biashara wa Mix by Yes, Ayimbora John amewahimiza wateja wa Mix by Yes kutumia fursa hiyo adhimu kwa kuweka fedha kwenye akaunti zao za Meridian Bet kupitia huduma hiyo, na washindi watachaguliwa kupitia draw za kila siku huku draw kuu ya wiki ikifanyika kila Ijumaa na matokeo kutangazwa kupitia mitandao ya kijamii ya Meridian Bet na Mix by Yes. Uh, zawadi wanatarajia kushinda jackpot wa jaji mbili pikipiki piki moja TV ya nchi tano smart TV pamoja na simu. Kwenye kila draw inapofanyika, anakuwepo, wanakuwepo kwenye ule mchakato mzima wa kutafuta washindi, wanakuwepo pia gaming board, wanahusishwa. Kwa hiyo wao ndio wanaohakikisha ya kwamba anayepokea zawadi na ni mshindi, kwa sababu zile detail zake zote lazima zinakuwa fidi kule, kwamba huyu ameshinda sababu ya icha hapa na, na betting zake ni hizi hapa na ameshinda kwa sababu ya vigezo hivi hapa na hivi hapa, na amewazidi fulani na fulani, na fulani na fulani, kwa sababu vitu vyote viko kidijitali na kila kitu, taarifa zote ziko wazi na zinaonekana. Kwa hiyo kwa hilo tukuhakishie, kwamba utekee, muona pale kwamba ametangazwa ni mshindi, ujue huyo ni mshindi kabisa. Aidha, promotion hiyo iliyopewa jina la Jimix na ushinde bab kubwa imeelezwa kuwa fursa adimu kwa Watanzania kushinda, huku akifurahia huduma salama na za kisasa za kifedha za kubashiri. Na Watanzania wametakiwa kuendelea kutumia mifumo ya miamala ya kidijitali kwa ajili ya malipo mbalimbali mbali ili kuwezesha kufikiwa kwa malengo ya kujenga taifa lenye uchumi usiotegemea matumizi ya fedha taslimu. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa draw ya kumpata mshindi wa gari kupitia kampeni ya mwaka umenyooka, meneja wa mahusiano kutoka Airtel Tanzania Jackson Mbando amesisitiza umuhimu wa Tanzania kuendelea kuunga mkono kampeni ya kuhamasisha matumizi ya mifumo ya kidijitali kwa kufanya miamala kupitia mifumo hiyo, hususan kwa kutumia simu za mkononi waende kidigitali, tunasistiza Watanzania kwenda kidigitali kufanya malipo kidigitali, maana ndio maana specifically tukaipeleka kwenye sehemu ambayo inatumia Airtel uh, my, my Airtel app. Kwa hiyo yote ambaye amedownload my Airtel app anaweza akaingia kwenye draw na akajibonyezea ili ashinde mwenyewe zawadi moja tu ambayo tumeitoa hapa tu, tunashuhudia live, ili tuweze kushuhudiana na jinsi gani washindi wanashinda. Kwa hiyo niwashukuru sana. Uh, jinsi ya kushiriki, wewe download my Airtel app Ukishapakua jisajili, weka namba yako. Baada ya hapo, anza kufanya muamala wowote unaofanya unakuingiza. Kwa upande wake, mshindi wa zawadi ya gari kutoka Kimara jijini Dar es Salaam amesema matumizi ya mifumo ya kidijitali yamemwezesha kushinda gari hilo ambalo litamsaidia katika shughuli zake za biashara ya teksi mtandao. Mimi, kwanza waga na deposit yeah. Kisha deposit natuma kwa mtu alafu yeah, zinazobaki kufanya matumizi madogo madogo let's say umeme yeah, kulipa bili za maji yeah, kunua salio mara mm -hmm. Mwisho na leo saa 11 asubuhi uh. Yes. na mm. Nao baadhi ya wananchi wamesema mifumo ya kidijitali kwa sasa imekuwa na mchango mkubwa hasa katika kusaidia kutatua changamoto za malipo katika shughuli mbalimbali za kila siku. Asante sana mtazamaji na Sofia Amani. Hayo ndio yaliojiri kwenye habari za biashara kwa siku ya leo. Ni kushukuru sana Nezia Masinde kwa habari za biashara. Mtazamaji, hii ni tve habari, mimi ni Sofia Amani na ndiyo tunafikia mwisho wa habari za nyumbani. Tupate mapumziko mafupi, kisha tutatizama habari za kimataifa ambazo zimetayarishwa na Roman Shirima. Mimi ni Sofia Amani, asante na endelea kubaki nasi.